Sha bila bodha yoyote, huku rais wa jamhuri aliyechagua aliyechagua kwenye mkoa huo wa Gitega akitoa nasaha kwa viongozi akiwataka kuwahudumia raia. Kuna hayo bila shaka na mengine katika taarifa hii, karibuni. Kwa warundi zaidi ya milioni 12, watu milioni 6 ndio waliojiorodhesha ili kushiriki uchaguzi wa wabunge 100 na madiwani 25 kwa kila tarafa. Ni uchaguzi wenye umuhimu mkubwa kwa nchi na wananchi. Wale ambao hawakujiorodhesha ili kushiriki uchaguzi huo kwa sababu tofauti, wakati walikuwa wanaruhusiwa kisheria, hawakuamua vizuri hata kidogo, kwa sababu walijinyima dhamana ya kujichagulia watakaoshiriki kuratibu hatima ya maisha yao. Wabunge ndio wanaochagua na kupasisha sheria zinazoendeleza maisha ya nchi, na sheria hizo ndo zinazopelekea nchi kuvutia wajasiriamali kutoka nje ya nchi, maana inatawaliwa kisheria. Wabunge huchunguza pia shughuli za serikali na mwenendo wa viongozi ili waliowachagua wahudumiwe inavyostahili. Pale ambapo uchaguzi haukwenda vizuri, hakuna utawala bora. Viongozi wanaojibandika wenyewe hawatawali kwa haki na kwa moyo mkunjufu. Madiwani ndio walio karibu na wananchi waliowachagua na hivyo kujua dukuduku walizo nazo ili kuzitafutia ufumbuzi. Yakini, kwa viongozi wanaomaliza muhula wao Wabunge na maseneta wakati wa likizo walizunguka nchini kote ili kujua fadhaa za raia. Hata viongozi wengine walifanya hivyo pia na kuanzisha huduma ya sanduku la maoni katika tarafa, ili wananchi wawasilishe kwa utawala dukuduku walizonazo. Utashi huo wa kudumisha utawala bora ulidhihirika vilevile kupitia utoaji wa namba za simu za viongozi wakuu serikalini, ili aliyenyanyaswa apewe haki yake haraka. Hivyo uchaguzi ndiyo njia ya kuwatawaza viongozi waaminifu kwa raia, viongozi wanaojali raia waliowachagua. Hivyo heshima kwa wale wanaochaguliwa mwaka huu elfu mbili ishirini na tano ili kuwakilisha wananchi itategemeana na jinsi watakavyoheshimu wenyewe matarajio ya wananchi ya kuwa karibu nao na kushiriki jitihada za kusaka maendeleo. Mkoani Gitega zoezi la kuwachagua wabunge na madiwani limeendeshwa bila bughudha yoyote, huku rais wa jamhuri aliyechagua kwenye mkoa wa Gitega akiutoa nasaha kwa viongozi akiwataka kuwahudumia raia Rafael Nandi na anasimulia. Baada ya zoezi la kuhakiki masanduku ya kura na kudhihirika kuwa hazina kitu chochote ndipo zoezi la upigaji kura lilianzishwa rasmi kwa raia wa kitongoji cha Musama kilichopo tarafani Giheta mkoani Giheta muda wa saa kumi na mbili asubuhi kwa lengo moja tu la kupiga kura kuwachagua wabunge na madiwani wa matarafa. Raia hao walifika kwenye kituo cha kupigia kura muda wa saa tisa za alfajiri ambapo wamesema kuwa wanatarajia kuwa baada ya uchaguzi watapata amani na kupata uwakilishi mzuri kwa maslahi yao bila ubaguzi wa aina yoyote, pamoja na kupata maradhi bora. Kwenye kituo hicho kulikuwepo waangalizi wa uchaguzi kutoka kwenye mashirika ya kiraia kama Mark, Miparek na Kodip, huku wasimamizi kutoka vyama vinavyoshiriki uchaguzi huo walikuwepo chama cha CNDD-FDD pekee. Ilipotimia saa mbili na dakika hamsini na tano ndipo alipowasili kwenye kituo hicho rais wa jamhuri Evariste Ndaishimiye, akiambatana na mkewe Bi Angelina Ndaishimiye. Baada ya kukamilisha zoezi la upigaji kura, rais Evariste Ndaishimiye amesema kuwa uchaguzi ni ishara kuwa demokrasia inaendelea kukua nchini Burundi huku raia wakiwachagua wao kwa utulivu mkubwa na pia amesema kuwa ni jambo la uzalendo mkubwa huku akiwatakia watakaoshinda kuendelea kuwahudumia raia kwa manufaa mapana ya taifa kwa wasimamizi wa kimataifa kutoka umoja wa afrika pamoja na shirika la np swiss wametoa shukrani zao jinsi zoezi la uchaguzi lilivyoendeshwa kwa utulivu tukiwa bado kwenye mkoa huo wa gitega kwenye tarafa ya karusi kitongoji cha Kigoma, raia pia walipata fursa ya kuamkia kwenye kituo hicho na kuanza zoezi la upigaji kura, ambapo liliendeshwa kwa utulivu bila bugudhi yoyote, huku waangalizi kutoka kanisa Katoliki na jumuiya ya Waislamu walikuwepo kwenye kituo hicho pamoja na waangalizi toka chama cha CNDD-FDD na chama cha Uprona ndiyo waliokuwepo kwenye kituo hicho katibu mkuu wa chama CNDD-FDD De Reverindi Kurio akiwa pamoja na mkewe wameitikia uchaguzi wa bunge na madiwani. Reveriend De Kurio amesema kuwa ameridhishwa na jinsi gani uchaguzi ulivyokuwa ukifanyika katika usalama tele. Paskazi Atumimana anasimulia kwenye kituo cha uchaguzi cha shule ya msingi Ekofusa Meke katika tarafa ya Makamba mkoa wa Burunga. katibu mkuu wa chama CNDD-FDD Revend De Kurio Akiwa mzao wa kijiji cha sameki akiwa pamoja na mkewe walijiunga na wananchi katika uchaguzi huo wa bunge na madiwani. Baada ya zoezi hilo, Reverien Ndikuriyo katibu mkuu wa chama CNDD-FDD alijulisha kuwa anataja kuridhishwa na jinsi wananchi walivyohudhuria zoezi hilo. Ah, tunashukuru Mungu, wananchi wamejitokeza kwa wingi asubuhi mapema kwa sasa hivi ni saa tatu, zaidi ya 40% wameshafanya wamesha jambo wamesha lao, sasa wamerudi kwenye shughuli zao. Niku, nikuwashukuru kwa sababu tulikuwa tumewaambia kwamba waje mapema na ile, saa saba wao wame, wameshamaliza wote, na naona itakuwa vizuri sana. Amani ni msingi, sasa kila mtu analazimika kuhakikisha amani Burundi natulia, ndio maana tunafanya uchaguzi kwa. Mlikuwa hapa tangu jana, mmesikia kwamba hakuna hakuna kitu chochote cha kuyumbisha usalama. Aliwataka wananchi kuendelea kujibidisha na shughuli za maendeleo baada ya uchaguzi huo. Hata katika mkoa wa Bujumbura, raia wameripoti mapema asubuhi uchaguzi wa wabunge na madiwani. Akiwa katika kijiji cha Nyambuye alikozaliwa, mwenyekiti wa baraza la Seneti Emmanuel Sinzohagera ameomba raia na waangalizi hususan wanasiasa kuheshimiana zenu hatungimana Kijijini Nyambuye tarafani Ntahangwa ni katika mkoa wa Bujumbura. Majira ya saa 11 alfajiri kwenye kituo kilichopo kwenye shule ya msingi ya Ndagano kulikuwa na raia lukuki tayari kwa ajili ya uchaguzi kwanza, kabla ya kuendelea na shughuli zingine kama wananchi hawa walivyosema. Na hapo ndipo mwenyekiti wa baraza la Senete Emmanuel Sinzohagera amechagulia. Baada ya kutimiza wajibu wake kama raia wengine, amewaasa wananchi na waangalizi pamoja na wanasiasa kuheshimiana Tukirejea jijini Bujumbura, kwenye shule ya msingi Basende uchaguzi umefanyika kwa utulivu, ukiitikiwa na raia lukuki tangu asubuhi, huku usalama ukiimarishwa. Hali ilikuwa sawa kwenye shule ya msingi ya Kabondo na kwenye lisedo la Komibu. Tukielekea kijijini Kibaya katika kitongoji cha Ndorani katika tarafa ya Bukinanyana, shughuli za uchaguzi zimeanza wananchi wakiwa tayari kwenye foleni tangu saa 11 alfajiri. Na katika tarafa za Bubanza na Mpanda shughuli za uchaguzi zimeanza kwa muda, yani saa 12 asubuhi. Sehemu zote hizo shughuli zilianza kwa wasimamizi kuwapa mbele ya wananchi kwamba watafanya kazi yao kwa uaminifu na kufunga sanduku kwa kamba maalum kwa kazi hiyo. Shughuli zimefanyika salama vilevile vile, Itabu Kivyuka na kwenye shule ya sekondari ya Rukinga kwenye shule ya msingi ya kampeni katika kitongoji cha Bubanza, katika kitongoji cha Gihanga, kijijini Kizina na kijijini Gifurgwe, katika kitongoji cha Mpanda, hususan kwenye shule ya msingi ya Gifurgwe ya kwanza, kulikuwepo pia waangalizi kutoka kwenye vyama mbalimbali mbali, kama CNDD, FDD, CNL, UPRONA pamoja na mashirika ya kiraia bila kusahau shirika la CIRGL la nchi za kanda ya maziwa makuu. Katika mkoa wa Buhumuza, raia wameonekana kuamka na kufika mapema mno katika vituo mbalimbali mbali vya kupiga kura. Metso Hatungimana anasimulia. Tupo moja kwa moja kwenye makao makuu ya tarafa pana ya Muyinga. Ni katika mkoa wa mpana wa Buhumuza, raia wamedamka asubuhi na mapema kwenye vituo vya kupiga kura Mlimani Kibogo ya katika shule ya msingi Ecofo Islamike. Zoezi la kupiga kura limeanza saa kumi na mbili asubuhi wasimamizi waliokuwepo ni pamoja na walioagizwa na kanisa la Katoliki hata na wale wanaowakilisha vyama vyao kama CNDD FDD sener na Iprona. Ila katika shule ya sekondari ya manispaa ya Muinga uchaguzi umeanza kwa kuchelewa kidogo. Wadau kutoka tume huru ya uchaguzi wameeleza kuwa walikuwa bado wanaandaa vifaa. Tarafani Muyinga, raia walikuwa wameshafika katika vituo vya kupiga kura saa kumi na moja na nusu alfajiri. Ilipotimia saa kumi na mbili kamili, wadau kutoka tume huru ya uchaguzi seni walianza kwa kuonyesha vikapu vya kupiga kura ili wathibitishe kuwa hakukuwemo hata kura moja. Hivyo wakaanzisha rasmi zoezi hilo na wapiga kura wakaanza kupiga kura. Miongoni mwa wapiga kura tulioongea nao wameeleza kuwa hali ya amani na utulivu imetawala, wakisema kuwa wanapiga kura bila buguza yoyote. Tukisaria mkoani mpana wa Buhumuza, katika tarafa ya Changuzo, kwenye kituo cha kupigia kura katika shule ya sekondari ya manispaa hiyo, hata wapiga kura wa hapo wameonekana kudamka mno, wasimamizi kupitia vyama vyao, hata na wale wawakilishi wa mashirika yanayopigania haki za kibinadamu yani kama sendesh, wawakilishi wa Umoja wa Afrika na wengineo waliwasili katika vituo hivyo mapema mno kabla ya kuanzisha rasmi zoezi la kupiga kura. Wadau wa seni wamepiga kiapo mbele za raia na kukiri kusimamia haki na ukweli. Uchaguzi wa wabunge na madiwani umeripotiwa kwa wingi na raia wa Rutana. Raia wamejielekeza asubuhi mapema kwenye vituo vya uchaguzi katika hali tulivu. Jean Dodier Irakoze anaeleza zaidi. Katika viwanja tofauti vya uchaguzi tulipopita vya tarafa ya Makamba mkoani Burunga, hapa tunaweza taja kwenye kiwanja cha shule ya Gitwa, kiwanja cha shule ya sekondari ya Komibo, kiwanja cha shule ya Konfiansi. Hapo pote tulipopita majira ya saa tisa na dakika ndogo zoezi la kuhesabu kura zilikuwa zimeshaanzishwa. Viongozi wa vituo vya uchaguzi kutoka kwenye tume seni, walisema kuwa kwa ujumla uchaguzi umetekelezwa vizuri. Zoezi hilo pia limetekelezwa pakiwepo waangalizi kutoka vyama mbalimbali, hapa tunaweza taja chama CNDD FDD, UPRONA, ipedezi gamibanga, muungano Burundi Bwavose pamoja na Ranake kulikuwepo pia mashirika ya kiraia hapa tukitaja shirika make shirika la kanisa Katoliki la kuwania amani na sheria pamoja na shirika New Development Vision. hapo Hapopote kwenye vituo hivyo vya uchaguzi, walinda usalama walikuwa makini, ili pasiwe mtu anaweza kayumbisha taratibu za kuhesabu kura hizo. Mradhi, hiyo ilikuwa ni zoezi la kuhesabu kura kwenye vituo mbalimbali vya uchaguzi ambapo limeanza saa tisa huko Makamba. Uchaguzi wa wabunge na madiwani umeripotiwa na raia wa Rutana. Raia wamejielekeza asubuhi mapema kwenye vituo vya kupiga kura katika hali tulivu. Jean Dodie Irakoze anaeleza zaidi. Tupo kwenye kituo cha kupigia kura kilichopo kwenye shule ya kiufundi ya tarafa ya Rubirizi tarafani Bukemba. Ifahamike kwamba gavana wa mkoa wa Rutana, Olivier Nibitanga, alipigia kura katika nafasi hii au kituo hiki cha kupigia kura kabla ya kuanzisha operesheni hiyo ya kupiga kura. Mamia ya wapigaji kura walikuwa kwenye foleni. Wapigaji kura tuliozungumuza wamedai kufika mahali hapo saa saba na nusu ya usiku huku wengine wakisema wamefika saa tisa. Wameeleza kuwa walikuwa na hamu ya kupiga kura na pia kuendesha shughuli zao baada ya zoezi hilo. ugambele twali tuvinyotewe ili gira kabili twavuza ti tuzindutse duchatugenda mwiyindi milimo. Katika uzinduzi rasmi wa operesheni hiyo, muda uliopangwa saa kumi na mbili asubuhi, kiongozi wa kituo ameonyesha wapiga kura kwamba masanduku ya kupigia kura yako wazi, waangalizi wa vyama vya siasa walikuwa mahali hapo, ikifahamika kwamba mmoja alikuwa kitoka kwa waumini wa dini ya Uislamu. Katika kituo hiki wanatarajiwa wapigaji kura elfu moja mia mbili wakachagua madiwani na wabunge. Waangalizi wa vyama vya siasa walikuwa wakifika hapo saa 12 e, dakika arobaini walikuwa wa chama cha CNL pamoja na chama cha UPRONA. Hata katika tarafa ya Rutana, zoezi la kuhesabu kura hii jioni lilikuwa limeanza kama anavyotaarifu hapa Jean Dodier Irakoze. Tupo kwenye shule ya msingi ya Rutana ya kwanza. Operesheni ya kuhesabu kura imeanza majira ya saa tisa dakika thelathini mchana. Katika mchakato huo, kilichojitokeza ni kwamba wapigaji kura hawakurudi kufuatilia karibu kazi ya kuhesabu kura. Chini ya wapigaji kura kumi katika ofisi ya kupigia kura walikuwepo tu, waliobaki ni waangalizi kutoka vyama vya siasa pamoja na idara inayohusika na amani katika kanisa la Katoliki. Kingine ni kwamba hesabu ziliendeshwa tofauti. Kuna walioanza kuhesabu kura za uchaguzi wa wabunge huku wengine wakianza na uchaguzi wa madiwani. Hayo yamefanyika pia katika kituo cha kupigia kura kinachopatikana kwenye shule ya msingi ya Rutana ya pili ambapo hesabu iliendeshwa tangu majira ya saa 9 dakika hadi hapa ndipo tunakamilisha taarifa yetu ya habari. La ziada sina, isipokuwa tukukuageni na kukutakieni kila la heri.